Kwa nini Rais wa Marekani anataka kuwatimua raia wenye asili ya Kisomali wanaoishi Marekani? Rais Donald Trump ameongeza shinikizo dhidi ya wahamiaji kutoka Somalia. Katika mkutano wa baraza la mawaziri, aliwataja Wasomali wakiwemo viongozi wenye asili ya Somalia kuwa hawana maana, akidai kuwa hawatakiwi nchini Marekani na kwamba wanapaswa kurudi walikotoka wakarekebishe nchi yao. Vilevile, amedai kuwa wanategemea sana malipo ya serikali ya Marekani ya kujikimu na kuchangia padogo kwa Marekani. Kauli hizi zilimlenga moja kwa moja Ilhan Omar, mbunge wa Marekani mwenye asili ya Kisomali ambaye Trump amekuwa akimshambulia kwa muda mrefu. Hatua hizo zilikuja muda mfupi baada ya tukio la risasi lililoua afisa ulinzi karibu na ikulu ya Marekani lililotekelezwa na raia wa Afghanistan. Trump alitumia tukio hilo kama uthibitisho wa kuimarisha marufuku na vizuizi vipya dhidi ya wahamiaji kutoka baadhi ya nchi za Kiafrika na Asia, hatua iliyochochea hofu kubwa miongoni mwa jumuiya ya Wasomali. Hata hivyo Tim Walz, ambaye ni gavana wa jimbo la Minnesota, aliwasifu wa Somali wa eneo hilo huku akimshutumu Trump kwa kuchafua kundi zima la watu waliokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuunda jumuiya yenye nguvu inayoifanya Minnesota na nchi hiyo kuwa bora. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Somalia Hamza Abdibare aliwataka wa Somali kupuuza matusi hayo, huku waziri wa nchi wa wizara ya mambo ya nje Ali Omar Ali akitahadharisha dhidi ya kuitumia Somalia kama kisingizio cha siasa za ndani zilizofeli za Marekani. Kwa sera hizi zinazoongezeka za ukali, swali linasalia: Je, mwelekeo wa wahamiaji chini ya utawala wa Trump utaendelea kutegemea uraia badala ya tabia ya mtu binafsi?